Inaenda kumezwa haitakuwa na nguvu tena. Wengine waliweka hirizi na shambani, ukienda shambani kufanya kazi shambani, naisha ukilima majembe mawili umechoka hoi, kumbe kuna mtego pale, kumbe kuna mtego pale, kumbe kuna hirizi mlangoni. Wengine wakitoka kanisani, akifika tu mlangoni

Hiyo yote ni mifumo yao. Amin. Hiyo yote ni mifumo yao kamili. Amin. Wanaoianda. Amin. Haleluya. Amin. Wakaanda hizi yao. Amin. Hiyo yote. Amin. Na wanapoweka wanitamkia maneno yao. Kwamba kitanyaga padoke apate stroke. Hawatafanikiwa. Amin. Nasema hawatafanikiwa. Amin. Wengine wametegwa barabarani. Amin. Ile barabara unapenda kupitapita kwenda shambani, wameweka pale kwenye njia ya panda, wanasema hili huyu mama anapita hapa, watakutegea. Lakini leo wamefukia, imeshamezwa. Nasema imemezwa. So, yao, yao ya na apopiwa, apopiwa, alijua kwamba kuangusha hii serikali eh, lazima kushindana na madhabahu yao eh, na makuhani wao eh, eh, kila uchawi uanzia madhabahuni. Kila eh, nci eh, eh, ukoo eh, au mtu aliyelogwa kufanya kazi ni madhabahu zinazohitaji kafara da za damu za watu, mpato wanyama au ndege nukta. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya kumi na nane na mstari wa ishirini na sita roho Mtakatifu atufunulie maandiko alama za fungua feni. Wakamtoa yule m mkato, lakini hapakuwa na sauti mkato wala aliyejibu jibu nukta. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu waliyoifanya